Watu wanne wamefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa katika ajali mbaya iliyotokea usiku wa kuamkia Disemba kumi na mbili mwaka huu, katika mtaa wa Makulu, jijini Dodoma. Ajali hiyo ilihusisha lori la mchanga aina ya Mende lililopoteza mwelekeo baada ya mfumo wa breki kushindwa kufanya kazi wakati likishuka mteremko. Mashuhuda wamesema lori hilo, lililokuwa likitoka njia ya UDOM kuelekea katikati ya jiji, liliacha njia na kuwagonga madereva wa bodaboda waliokuwa wamepaki katika kituo chao pamoja na mteja aliyekuwa dukani. Mkuu wa Wilaya ya Dodoma Mjini, Jabir Shekimweri, alithibitisha kuwa bodaboda watano pamoja na pikipiki zao walipitiwa na lori hilo. Kwa sasa, miili ya marehemu imehifadhiwa hospitalini, huku majeruhi wakipatiwa matibabu. Tunaendelea kulitafuta jeshi la polisi kwa ajili ya uthibitisho na maelezo rasmi, na punde tutawaletea taarifa kamili kutoka kwao. Kwa sasa hii ni ripoti ya moja kwa moja kutoka eneo la tukio. Mimi ni jack Masawe. E, tumepata taarifa na sisi tukakimbia kuja mara moja ya kwamba e, lori la mchanga wanaita Mende e, likitokea upande wa udom